Nyanya chungu ni mboga yenye ladha ya kipekee na faida lukuki kwa afya. Ingawa wengine huogopa kwa uchungu wake, mboga hii ina virutubisho vingi vinavyoweza kuboresha afya ya mwili. Makala hii inachambua faida 15 za nyanya chungu na kwa nini unapaswa kuifanya kuwa sehemu ya mlo wako. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado huja subscribe katika channel hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification. Hii ni Suka TV. Moja, chanzo kikubwa cha vitamin. Nyanya chungu ina vitamini A, vitamin C na vitamini E ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kulinda ngozi dhidi ya uharibifu na kuongeza afya ya macho. Mbili, husaidia mfumo wa haja. Nyanya chungu ina nyuzinyuzi nyingi ambazo zinaimarisha mmeng'enyo wa chakula, kusaidia kuondoa sumu mwilini na kupunguza tatizo la kukosa choo, yani constipation. Tatu, faida kwa wagonjwa wa kisukari Mboga hii ina kiwango kidogo cha wanga na sukari, hivyo ni nzuri kwa watu wanaougua kisukari kwa sababu husaidia kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Nne, inaongeza kinga ya mwili kwa kuwa ina viambata vya asili vinavyopambana na bakteria na virusi. Nyanya chungu husaidia mwili kupambana na magonjwa kwa ufanisi zaidi. Tano, husaidia kupunguza uzito Nyanya chungu ina kalori kidogo na nyuzinyuzi nyuzi nyingi, hivyo husaidia kudhibiti hamu ya kula na kuchochea mwili kuchoma mafuta zaidi. Sita, ina faida kwa ngozi. Vitamini E na vitamini C zilizomo kwenye nyanya chungu zinasaidia kupunguza mikunjo ya ngozi, kupambana na madhara ya uzee na kuifanya ngozi ing'ae. Saba, hutibu magonjwa ya tumbo. Katika tiba asilia nyanya chungu hutumiwa kutibu matatizo ya tumbo kama vile kuvimbiwa, maumivu ya tumbo na matatizo ya utumbo. Nane, huimarisha mifupa. Mboga hii ina madini kama calcium na magnesium ambayo husaidia katika kuimarisha mifupa na kuzuia matatizo kama vile osteoporosis. Tisa, husaidia kuweka shinikizo la damu katika kiwango nyanya chungu husaidia kupunguza kiwango cha sodiamu mwilini, hivyo husaidia wale wanaougua shinikizo la damu kufanya udhibiti wake vizuri. Kumi, ni chanzo kizuri cha antioxidants. Nyanya chungu ina viambata vinavyopambana na sumu na kusaidia kuzuia magonjwa hatari kama saratani kwa kupambana na uharibifu wa seli za mwili. Kumi na moja, husaidia kuimarisha afya ya nywele Vitamini na madini yaliyomo kwenye nyanya chungu yanaweza kuimarisha afya ya nywele, kuzuia kupotea kwa nywele na kuongeza mng'ao wa nywele zako. kumi na mbili, kuimarisha fanya kazi ya ini. Nyanya chungu husaidia ini kuondoa sumu mwilini na kulifanya kuwa na uwezo wa kutekeleza kazi zake kwa ufanisi zaidi. kumi na tatu, hupunguza mfadhaiko na wasiwasi. Mboga hii ina viambata vinavyosaidia kupunguza mfadhaiko na kuboresha hali ya akili kwa kupunguza msongo wa mawazo. kumi na nne. Husaidia kuongeza damu. Nyanya chungu ina madini ya chuma ambayo ni muhimu sana katika uundaji wa chembe nyekundu za damu na kuzuia upungufu wa damu mwilini. kumi na tano. Ni tiba ya asili kwa ugonjwa wa ngozi. Katika tiba za asili nyanya chungu hutumiwa kutibu matatizo ya ngozi kama vile ukurutu na vipele kwa sababu ya uwezo wake wa kuondoa sumu mwilini. Nyanya chungu, licha ya ladha yake chungu, ni mboga yenye manufaa mengi kwa afya. Kutumia mboga hii mara kwa mara kunaweza kusaidia mwili kuwa na kinga bora, kuzuia magonjwa sugu na kuboresha hali ya mwili kwa ujumla. Njia bora za kupika zinaweza kupunguza uchungu wake na kuiweka katika mlo wako bila shaka. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.